O oh, shalom shalom na kusalimu tena wewe ambaye unaniangalia popote pale ulipo. E, majina yangu naitwa Dr. Dietrick Ndalahwa ambaye ni mkunga na muguzi lakini pia ni mchungaji au mwanatheolojia kutoka Maranatha Faith Assemblies of Tanzania. Na napenda ni kukaribishe katika somo la wiki hii, na usiache kulike, usiache kusubscribe usiache kuacha komenti yako, vile ambavyo tunaweza tukaboresha kipindi chetu ili mambo haya yaweze kuwa ya baraka kwako wewe ambaye unasikiliza, lakini pia kwa mwenzako. Basi vipindi hivi vyetu vinawekwa kila siku ya Jumatatu na kila siku ya Ijumaa, ambapo tunatoa elimu ya afya kuhusiana na habari za mama pamoja na mtoto, lakini pia tunahubiri na tunatoa mafundisho kuhusiana na Biblia na namna ya kutembea vyema katika safari yako ya Ukristo. Kwa hiyo, simama pamoja na mimi katika wiki hii ambapo tunaenda kuangazia somo ambalo linasema zitambue dalili hatari, au dalili hatari wakati wa ujauzito, namna ya kuzitambua, lakini pia namna ya kuzidhibiti. Kwa hiyo, dalili hatari wakati wa ujauzito na namna ya kuzitambua na namna ya kuzidhibiti. Kama nilivyosema, tena usiache kusubscribe, ili uweze kupata habari hizi eh, kila wiki. Usiache ku-write, usiache kuacha komenti yako hapo, namna gani ambavyo tunaweza tukaboresha e, vipindi vyetu hivi. Basi, nini maana ya dalili hatari? Maana tumesema somo letu ni dalili hatari wakati wa ujauzito. Nini maana ya dalili hatari? Dalili hatari ni zile ishara zinazoweza kuashiria kuwa mama mjamzito au mtoto aliye tumboni yupo kwenye hatari ya kiafya au maisha. Kwa hiyo dalili hatari ni zile ishara ambazo zinaweza kuashiria kwamba mama mjamzito au mtoto aliye tumboni yupo kwenye hatari ya kiafya au maisha. Dalili hizi zinahitaji matibabu ya haraka na wakati mwingine zinahitaji mama kuweza kulazwa kwa ajili ya close monitoring, au kwa ajili ya huduma ya karibu akiwa hospitalini. Nitarudia tena dalili za hatari ni nini? Dalili za hatari ni zile ishara ambazo zinaweza kuashiria kuwa mama mjamzito au mtoto aliye tumboni yumo katika hatari ya kiafya au maisha, na dalili hizi zinaweza zikahitaji matibabu ya haraka sana, au dalili hizi zinaweza zikahitaji kwamba mama basi aweze kulazwa ili aweze kufanyiwa e, matibabu ya ukaribu au close monitoring akiwa hospitalini. Basi baada ya kuwa tumejua nini maana ya dalili hatari, twende kuona dalili hatari ni zipi na maelezo ni yapi na inakuwa inaashiria nini hasa. E, dalili ya kwanza ni kutokwa na damu ukeni. Kwa hiyo mama, unapokuwa mjamzito ukaona unakuwa unatoka na damu ukeni, maelezo yake ni kwamba damu yawezekana ikawa ni ndogo kwa hiyo dalili ya kwanza kama tulivyoona ni kutokwa na damu ukeni, na maelezo yake inawezekana iwe ndogo au inawezekana hiyo damu ikawa ni nyingi. Basi hii inakuwa inaashiria nini? Inakuwa inaashiria aidha mimba kutoka, au placenta au kitovu yawezekana kuwa kimeachia, au inawezekana una dalili za kujifungua kabla ya wakati kwa hiyo wapendwa kina mama, unapokuwa unaona dalili ya kwamba damu inatoka ukeni, yawezekana ni kidogo au yanawezekana ikiwa nyingi, inaashiria kwamba yawezekana mimba iko kwenye hatari ya kutoka, yawezekana placenta au kitovu kinakuwa kimeachilia, au yawezekana unaweza ukajifungua kabla ya wakati. Na kitovu hiki kinapokuwa kimeachilia kitamkaita ni abruptio placenta. Kwa hiyo dalili ya kwanza ni kama hivyo ambavyo tumesema. Dalili ya pili ni maumivu makali ya tumbo. Maumivu makali ya tumbo, mama anakuwa anasikia maumivu makali sana ya tumbo. Maumivu huwa yanakuwepo wakati wa ujauzito, lakini yale maumivu makali ya tumbo yasiyovumilika He he. Na maelezo ya haya maumivu yanaweza kuwa yanachoma, au unakuwa unahisi kama vile kuna kitu kimechanika ndani ya tumbo. Maumivu haya yanaweza kuwa yana ni yale maumivu ya kuchoma, au unahisi kama kuna kitu kinachanika ndani ya tumbo, kama unachanwa au kama unararuliwa. Kwa hiyo hayo ndio maumivu yanavyokuwa, haya ambayo ya tunayazungumzia hapa. Basi haya yanakuwa yanaashiria nini? Inakuwa inaashiria kwamba mimba iko nje ya mji au tunaita ni ectopic pregnancy au kondo au placenta kuachia, kama nilivyosema ni abruptio placenta au kuharibika kwa mimba. Nitarudia tena, dalili ya pili ni kwamba mama anakuwa na maumivu makali, na mama anapokuwa na maumivu makali ya tumbo, haya maumivu yawezekana yakawa ni maumivu ambayo mama anahisi kama kuna kitu kinamchoma, au anahisi ni kama vile kuna kitu kinachanika au mama anachanika kwa maelezo yake. Ni kwamba mama anaposikia maumivu ya namna hii, basi yanakuwa yanaashiria kwamba mimba inakuwa ipo nje ya mji, au kitaalam tunaita ni ectopic pregnancy au kondo au placenta inawezekana kwamba limeachi au kitaalamu tunaita ablaptio placenta, au pia mimba ku, ku, kuharibika au mimba inakuwa imeharibika, tunaita ni maseletedi bebi. Ehe, anakuwa anapata maseletedi bebi. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba dalili ya kwanza ni kutoka kwa damu ukeni, dalili ya pili ni maumivu makali ya tumbo. Basi, dalili ya tatu ni ipi ambayo inakuwa ni hatarishi kwa mama? Ni maumivu e, ni kuuma kwa kichwa sana, kuumwa kwa kichwa sana. Kichwa kinakuwa kinagonga, lakini kinakuwa kinagonga sana, na maelezo kuhusiana na hii dalili ni kwamba kichwa kinaendelea kugonga pasipokuwa kimepungua, kichwa kinaendelea kugonga pasipokuwa kimepungua. Basi hii inakuwa inaashiria nini? Inakuwa inaashiria shinikizo la damu la ujauzito au kitaalamu tunaita pre-eclampsia. Kwa mpendo wa mtazamaji, tulisoma kuhusiana na E, tutakuwa na somo ambayo tutaongelea kabisa kuhusiana na shinikizo la damu wakati wa ujauzito au pregnancy induced hypertension, ambayo dalili yake kubwa kichwa kinakuwa kinagonga, na hiki kichwa kinagonga kinakuwa hakipungui. Kwa hiyo dalili inayokuwa inaashiria hapa ni kwamba mama ana uwezekano wa kuwa na shinikizo la damu au kitaalamu tunaita preeclampsia au pregnancy induced hypertension tension kwa kichwa kinakuwa kina mgonga mama pasipokuwa kinapungua. Eh, dalili ya nne ambayo ni hatarishi ni kuona ukungu au madoa mbele ya macho au kitaalamu tunaita ni blurred vision, blurred vision ambao mara nyingi katika maelezo ni kwamba hii inakuwa inaambatana na kichwa kuuma sana, inakuwa inaambatana na kichwa kuuma sana, ambao kama tulivyosema pale ni kwamba dalili au kitu ambacho kinakuwa kinaashiria hapa ni kwamba mama anawezekana akawa na preeclampsia, au anaweza akawa na matatizo ya mishipa ya damu. Tulisema kichwa kinauma na kichwa kinakuwa hakipungui, kinaonyesha kwamba mshinikizo la damu la mama linakuwa haliko sawa. Mama anakuwa na dalili za kuwa na kitu tunaita preeclampsia au tunaweza tukaita pregnancy induced hyper tension lakini pia tumeona kuna kuona ukungu au kuona madoadoa mbele au kuona maruerue kitaalam tunaita ni blurry vision, ambao mara nyingi inakuwa imeambatana na hii dalili ya kichwa kuuma, ambao vyote hivi vinakuwa vinaashiria kwamba msukumo wa damu au presha ya mama inakuwa haiko sawa, au pia inaweza ikaashiria kwamba kuna matatizo ya mishipa ya damu kama ambavyo tunaona hapa. Lakini pia dalili nyingine hatarishi ni kuvimba miguu kuvimba miguu, kuvimba sana au kuvimba ghafla, ambao kuvimba miguu mikono, inawezekana mtu akavimba, mama akavimba mikono, inawezekana akavimba miguu, akavimba uso. Hii dalili pia inakuwa inaashiria Pre-eclampsia, au inakuwa inaashiria shinikizo la damu la mama linakuwa lipo juu, na mara nyingi unakuta mama anavimba ghafla kwao. Tumeona maumivu makali ya kichwa ambayo hayapungui, tumeona kuona maruerue au blurred vision, tumeona kuvimba sana mikono, uso pamoja na miguu, zote hizi dalili zinaonyesha kwamba mama anakuwa ana shida katika shinikizo la damu ambayo kitaalamu kama tulivyosema tunaita pre pre-eclampsia. Kama nilivyosema unavimba mikono, unavimba uso, unavimba miguu, ehe, na unavimba ghafla au unavimba kupita kiasi, ko kinakuwa kinaashiria kwamba huyu mama ana uwezekano wa kuwa na shida katika msukumo wake wa damu. Dalili nyingine hatarishi ni mtoto kuacha kusogea tumboni au mtoto kuacha kucheza tumboni, maelezo Harakati za mtoto zinapungua sana au huisha, na maana mtoto kuacha kusogea tumboni au mtoto kuacha kucheza tumboni, na maana yale ni kuchezacheza kwa mtoto, unakuta kumetulia, kumekaa kimya, ko hii inakuwa ni dalili hatari ambayo inaweza ikaashiria kifo cha mtoto tumboni, au tunaweza tukasema kuna wakati mwingine inakuwa inaashiria kwamba e, inakuwa inaashiria mtoto pengine kuna shida ndani ya tumbo. Koo mtoto kuacha kucheza au mtoto kupunguza kucheza au mtoto kukaa kimya akiwa tumboni, zile harakati, kupiga teke, kusogea, kujigeuza zinapungua ghafla, inawezekana inaashiria kwamba mtoto ndani ya tumbo anakuwa amefariki. Dalili nyingine hatari ambayo mama anaweza akawa nayo anapokuwa mjamzito ni homa kali, au tunaita fever. Homa kali maelezo ni kwamba ikiwa na baridi Uh, au kutetemeka kwa hii homa inakuwa imeambatana wa wakati wa baridi, lakini pia na kutetemeka. Kitaalamu tunaita shivering, mama anakuwa na homa kali alafu anatetemeka ana, tete. Kwa hiyo hii inaweza ikawa inaonyesha kwamba mama ana maambukizi eh, kama malaria kama UTI au covid kipindi hicho, lakini mara nyingi maambukizi kama malaria au kama UTI Hai, unakuta mama mjamzito homa na kali, lakini pia inakuwa na kutetemeka au mama mama na malaria, au mama mama mama anasema kwamba anajisikia baridi, unakuta na malaria kutetemeka na UTI anaweza kawa e, dalili nyingine hatari ni kutokwa na maji ukeni kabla ya muda, kutoka na maji ukeni kabla ya muda. Haya maji yanaweza kawa ni meupe au haya maji yanaweza kawa na rangi rangi. Tulisema kule ni kutoka na damu ukeni lakini hapa ni kutoka na maji ukeni kabla ya muda, <laughs> ambao kitaalam tunaita ni prom premature rupture of membrane, kitaalam tunaita prom premature rupture of membrane. Mama, unaona maji maji yakitoka inaweza kuwa ni meupe au ni ya rangi, ukeni kabla ya muda wako wa kujifungua. Hapa inaweza kashiria kwamba kuna kuvuja kwa maji ya uzazi au kuvuja kwa chupa kabla ya wakati. Kama nilivyosema kwamba hii inakuwa inaashiria ni premature rupture of membrane, kitaalamu tunaita kwamba chupa inakuwa imevunjika kabla ya muda au wakati, na mama anakuwa hatarishi kuzaa mtoto ambaye anakuwa haja fikia umri au kuzaa mtoto ambaye anakuwa bado ni mchanga, hajafikia kiwango cha kuzaliwa ambao tunaita ni premature baby eh, eh. Dalili nyingine hatarishi ni mama kupumua kwa shida. Mama kupumua kwa shida, anapata shida katika kupumua, ambapo mama anaweza kawa anakosa kabisa hewa au anakuwa amebanwa na kifua katika hizi dalili mama anaweza akawa anaonekana shinikizo lake la damu, anawezekana mama akawa, akawa, akawa, akawa ana pumu au anawezekana akawa ana matatizo ya moyo. Kwa hiyo mama wakati wa ujauzito anaonekana anapata shida sana kupumua au anaonekana kifua kinakuwa kinambana mara kwa mara, inawezekana mama akawa, akawa ana matatizo ya pressure, au yawezekana akawa ana asma ambayo tunaita pumu au yawezekana akawa na cardiac issues au kadi ya kiproblems au matatizo ya moyo kwa lugha ya Kiswahili. Eh, dalili nyingine hatari ni maumivu ya kuungua wakati wa kukojoa. Maumivu ya kuungua wakati wa kukojoa, yaani anapokojoa anakojoa mkojo wenye harufu kali au damu, lakini pia anakuwa anahisi kama vile akikojoa ni maumivu kama vile unaungua, tunaitaga ni burning sensation mtu anapokuwa ana urinate. Basi hii inakuwa inaashiria kwamba ana maambukizi ya njia ya mkojo ambao kitaalam tunaita ni UTI. Kwa mama anapokuwa anahisi maumivu ya kuungua wakati wa kukojoa basi mama anaonekana kwamba anakuwa ana maambukizi ya njia ya mkojo au kitaalamu tunaita kwamba ni UTI. Uh -huh. Uh -huh. Kwa hiyo unaona kwamba dalili, eh, dalili zinakuwa zipo nyingi sana ambazo ni hatari kwa mama kama ambavyo tume tumezitaja tume na tunaweza tukaendelea hapa kuziona vizuri. Tumesema ni kutokwa na damu ukeni, ni maumivu makali ya tumbo, ni kichwa kuuma sana, ni kuona ukungu au madoa mbele ya macho, tumesema maruerue, ni kuvimba sana mikono, uso pamoja na miguu, ni mtoto kuacha kusogea au kucheza tumboni, ni homa kali, ni kutokwa na maji ukeni kabla ya muda, ni kupumua kwa shida na maumivu ya kuungua wakati wa kukojoa. Kwa hiyo hizi ni dalili hatari ambazo mama ukiziona wakati wa ujauzito. Hizi dalili zinahitaji ufike haraka katika kituo cha afya uweze kupata matibabu. Usiache basi kufuatana pamoja na mimi katika sehemu ya pili, ambapo tutaenda kuzungumzia namna ya kuzitambua na namna ya kuzidhibiti hizi dalili. Karibu, usiache kulike, Usiache kusubscribe, usiache kuacha comment yako, vile ambavyo hili somo limeweza kukusaidia kuongeza ufahamu wako. Asante na karibu tena.